Tunayo programu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Serikali yetu imeimarisha programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na huduma na namna ya kupata mitaji kupitia programu hizo. Programu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi iko ofisi ya waziri mkuu, na yenyewe ndio inaongoza mifuko ya utoaji mikopo kwa gharama nafuu, tukianza na mfuko halmashauri ambao pia vijana ni sehemu ya wadau, walemavu ni sehemu ya wadau, na wanawake ni sehemu ya wadau. Mkakati huu unawezesha kuongeza mikopo inayotolewa katika mifumo na mifuko mbalimbali. Mbali ya programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, hapa tulitenga bilioni 904.2 mwaka 2021, lakini sasa tumetenga trilioni 3.5 nguvu kazi ya vijana msingi wa safari ya maendeleo ya taifa hili. Vijana wakipewa nafasi na wakiandaliwa vizuri, wanaweza kuwa nguzo kuu katika utekelezaji wa kila mipango tunayojiwekea ya ndani ya nchi. Kwa hiyo, ndugu vijana, nitumie nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali yenu itaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na wadau wote waliojipanga kuhakikisha kwamba tunawaendeleza vijana lakini tunaendelea kuungana na sekta binafsi ambazo huwa zinaajiri vijana, asasi za kiraia, lakini tunaendelea kuwaunga mkono viongozi wa dini na viongozi wa mila kwa namna ambavyo mnatoa miongozo na maelekezo kwa vijana wetu.